Na masafi kabisa, shukrani sana mwenzangu kutoka studio na kujia moja kwa moja kutoka hifadhi ya mbuga ya Lewa hapa katika kaunti ya Meru. Ni eneo ambalo kwamba litakuwa naandaa makala ya 25 ya mbio za Lewa Safari. Sasa hivi unavyotazama, hali ya usajili bila shaka wa wanariadha na vilevile pia wale wote ambao kwamba watakuwa wanahusika katika kufanikisha mbio hizi inaendelea kwa sasa. Maandalizi yamekamilika kuelekea kwenye mbio hizo, na nipate tu kukupatia sauti yake. Uh, bila shaka bwana Ritu ambaye ni kinara katika kitengo cha wawindaji haramu ama wawindaji haramu hapa katika hifadhi ya Lewa, akizungumza kuhusu na utayari na usalama ambao bila shaka yote inahusisha usalama wa wanariadha, usalama wa wanyama vile vile na pia usalama wa yeyote ambaye kwamba atakuwa anahusika na ndio hizo. Tupate kumsikiliza. We we have prepared for the the last two months in terms of security. And uh, when we are doing the Lewa Safari Marathon, our aim is to make sure that the people and the world drive are safe because here is the only marathon that you can learn and see wild drive and uh, because we have wild drive here we normally make sure that uh, when people are running they don't interfere with the wild drive and the big aim is that uh, we don't interfere the, with the behavior of the wild drive. Hali kadhalika pia tulipata nafasi ya kuzungumza na bwana John Kinoti, ambaye ni kinara wa mipango na mikakati katika hifadhi hii, alizungumza kuhusiana pia na utayari na pia kutilia mkazo na kuhusiana na faida tele ambazo kwamba zinatokana na mbio hizi hususan kwa jamii ambazo zinaishi karibu na mbuga hii um,

Bila shaka wanasema ya kwamba huwa yawayo hayawe yasiyokuwa, na mwenye kisu anakata nyama mahali anapotaka. Kesho ndio siku ya mambo, na bila shaka hali inatarajiwa kuweza kuwa nzuri zaidi mbio za, mbio za Lewa Safari. Nikikujia moja kwa moja kutoka katika hifadhi ya mbuga ya Lewa katika kaunti ya Meru. Mimi ni Geoffrey Mwamburi, kwako studio.